Rais William Ruto ameelezea mpango wa serikali wa kufufua uchumi wa taifa. Akizungumza wakati wa mkutano wa waniaji elfu kumi na mbili wa nyadhifa mbalimbali wa chama cha UDA katika ikulu ya Nairobi, rais Ruto alielezea mipango ya kulipa madeni yanayodaiwa na wakandarasi wa ujenzi wa barabara wiki hii. Aidha, rais Ruto alitangaza mipango ya kuondoa matozo ya jumla ya mshahara kwa wafanyikazi wanaolipwa chini ya shilingi elfu thelathini pamoja na kupunguza kiwango cha matozo hayo kwa asilimia ishirini kwa wafanyikazi wanaolipwa mshahara ya John Jacob Kioria na taarifa hiyo. Jumatano asubuhi katika ikulu ya Nairobi, zaidi ya wa wawaniaji wa kisiasa elfu kumi na mbili wanaotafuta nafasi katika nyadhifa mbalimbali kwa tikiti za chama cha UDA walikusanyika katika ikulu ya Nairobi kwa ajili ya mkutano na kiongozi wa chama hicho Rais William Ruto. Katika mkutano huo walijadiliana kuhusu utekelezwaji wa manifesto ya chama cha UDA pamoja na mipango ya kuendelea kukifanya maarufu chama hicho kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. I will make sure this party conducts free, fair, democratic, credible elections. Ni hapa ambapo rais William Ruto pia alizungumzia kuhusu mpango wa serikali wa kuboresha uchumi hii ni pamoja na mipango ya kupunguza matozo ya jumla ya malipo kutegemea kiwango cha mshahara almaarufu pay as you earn kwa wale wanaolipwa mshahara wa chini ya shilingi elfu hamsini. Wakati tulisema bottom up, it was not a slogan, it was because we want to mind about the people at the bottom of the pyramid, give them an opportunity to live decently like the rest of the people of the republic of Kenya. Aidha, Rais Ruto alisema kuna mipango ya kulipa madeni wanayodai wakandarasi wa barabara ili kuandaa nafasi kwa ujenzi wa kilomita 1028 za barabara nchini. We want to complete the 6000 kilometers that we have contracted by next year. Alafu sasa tutengeneze another 28000 kilometers. Mimi nikiuliza hapa, watu wengi wataniambia tunataka barabara, ni kweli ama si kweli? Wawaniaji pia walijuuzwa kuhusu miradi iliyotekelezwa na kukamilishwa na serikali huku rais Ruto akisema uchumi wa taifa hili umeshapita nyakati za misukosuko. I am confident today that going into the future, all of us leaving no one behind, we are going to change this country and we are going to move Kenya from a third world country to a first world country in one generation in our lifetime. Our foreign exchange reserve in 2022 was $5.7 billion. Today, we have more than doubled the amount of foreign exchange available at the central bank. Today, we have $12.1 billion as foreign exchange. Rais Ruto na naibu wake pia hawakusahau kukashifu upinzani walipoukosoa kutokana na kueneza chuki wakati ambapo ilikuwa wazi serikali ilikuwa ikitekeleza ahadi zake za kabla ya uchaguzi. Kuna watu wamekwama katika siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya watu binafsi. We are telling them Kenya has changed, please don't disturb us, we are trying to sort out the mess you created in the education sector. Shida ya curriculum, shida ya no teachers, no classrooms. All these problems were manufactured when they were in office. And the only track record we know of when they were in office in that sector of education is selling land for a school here in Nairobi called Ruaraka. Kuna ile team inataka kurudisha Kenya nyuma. Na kuna ile team inataka kupeleka Kenya mbele. Your Excellency, I'm here because I have chosen to to be with a team that want to take Kenya forward. Mkutano huo katika ikulu uliwaleta pamoja wanaodhamiria kuwania nafasi za uwakilishi wadi elfu kumi, wawaniaji wa viti vya ubunge 1372 wawaniaji wa nafasi za uwakilishi wa kike katika kaunti 323 wanaotarajiwa kuwania useneta 279, na na wanaomezea mate nyadhifa za ugavana 149. John Jacob Kioria, Darubini.